Afisa Afya wa Manispaa ya Iringa, Elizabeth Kalikowele, ameongoza zoezi la usafi wa mwisho wa mwezi kwa kushirikiana na wananchi wa Kata ya Ruaha. Zoezi hilo limefanyika katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kituo cha Afya cha Ipogoro, Soko la Ipogoro, Shule ya Msingi JJ Mungai, Shule ya Msingi Ipogoro na kuhitimishwa kwenye maduka ya Shirika la Nyumba yaliyopo Stenda Ipogoro. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo, Kalikowele amesema lengo ni kuwakumbusha wananchi wajibu wao wa kutunza usafi wa mazingira, sambamba na kuadhimisha Siku ya Afya Mazingira Duniani. Lengo la usafi huu wa Jumamosi ya leo ya mwisho wa mwezi kama kawaida, halmashauri ya Manispaa ya Iringa ina ratiba ya kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kama halmashauri ya Manispaa ya Iringa tunaadhimisha tukio la afya ya mazingira, yaani leo ni pia siku ya afya ya mazingira duniani kote. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumeadhimisha siku hiyo kwa kufanya usafi na wananchi wote wa kata ya Ruaha. Tunashukuru sana wananchi, wamejitokeza kwa wingi, wamekuwa na mwitikio mzuri, wamefanya usafi vizuri kila eneo ambayo waliyopita. Sasa hivi hata ukienda kuliangalia kila eneo tuliyopita sasa hivi ni safi ni mategemeo yangu usafi huu utaendelea, sio uishie tu leo. Mfano kama hospitali ya kituo cha afya cha Ipogoro, tunatusaidia sana kutoa huduma za afya. Kwa hiyo kama viongozi wa kata ya Ruaha, tunaomba kile kituo asirisi hata kila mo, mara moja kwa mwezi, wananchi wote wanajitolea kufanya usafi mahali pale. Tumekutana na changamoto, watu wanachoma wana matakataka kwenye yale makontena ya uchafu, yale makontena ya uchafu kisha choma matakataka, yana athari, yanaharibika. Kwa hiyo ya hawezi kufanya kazi tena vizuri. Ninawasii wananchi wa Ipogoro, yale makontena mnaowekewa na shirika la nyumba, kichome matakataka, me naaiwa ata hukua muda wataharibika. Tunaelewana wananchi wa Ipogoro? Yeah, yeah. Ndio tumekutana na changamoto wafanyabiashara kufungua maduka kabla ya saa tatu, na wengine wamefunga wameondoka. Kwa hiyo, kwa mara nyingine tena tunaomba ushirikiano wenu, hatuhitaji tena kukuta kama hali Hawa hapa ni wenyeviti wa mitaa waliopokea zoezi la usafi, wameshukuru halmashauri ya manispaa Iringa kwa kuwatembelea, kushiriki nao kufanya usafi na kutoa elimu ya afya mazingira kwa wananchi. Nashukuru sana kwa ushirikiano kati ya manispaa na kata yetu ya Ruaha. Kwa kweli leo umeonyesha ushirikiano mzuri pamoja na kuwa ndatoa pongezi sana kwa bibi afya sijuu wa manispaa niseme, ametoa ushirikiano mzuri, tumeenda pamoja kuanzia sokoni, tumeanzia hospitali, tumepita sokoni, tumepita shule hizi za JJ Mungai na Ipogoro na mitaani kwetu national housing na sehemu nyingine. Natoa shukurani za dhati hata kwa watu wangu wastendi, japokuwa kuna uzembe ambao uko taarifa, huwa tunawapa kufanya usafi jioni kama wanataka kuwahi kufungua wafanye usafi jioni, asubuhi wawahi kufungua. Lakini hili nakiri, hata mimi kama uzembe huo bado unaendelea, lakini naomba radhi kwa mama muhusika, ili kazi tutalifanyia kazi na tutaliweka katika mazingira mazuri. Kwanza nimshukuru bibi afya kwa namna ambavyo amefanya ushirikiano na sisi, na watu wakahamasika kumuona yeye, watu wakahamasika zaidi na wakafanya usafi kwa juhudi zote. Ila tunachosisitiza kwa wananchi wetu, hakikisheni siku ya Jumamosi sio mpaka iwe siku ya mwisho wa mwezi ila jumamosi mosi yeyote ile basi tufanye usafi angalau tutakuwa tunapunguza idadi ya uchafu ambao wakuja kufanya siku ya hitimisho ya tarehe thelathini naye mgombea udiwani kata Ruaha Mussa Salum Mungu aliungana na wananchi katika zoezi hilo ameitoa wito kwa wafanyabiashara na wananchi wote kuhakikisha maeneo yao yanabaki safi kila wakati kata Ruaha nawashukuru sana kwa jambo hili la leo kwanza ni wapongeza wa kujitokeza kwa wingi kwenye shughuli yetu ya usafi. Leo ilikuwa ni siku maalumu kwa ajili ya usafi. Kila jumamosi ya mwisho wa mwezi ni utaratibu wa kawaida kwamba tunatakiwa kufanya usafi kwenye maeneo yetu, lakini sisi kwenye kata yetu ya Ruaha leo ilikuwa ni siku nzuri kwetu kwa sababu uh, afisa afya wa wilaya leo ali, aliweka kambi kwetu. Alitupa taarifa mapema siku tatu kabla tujiandae kwa ajili ya usafi na sisi tukahamasisha watu wetu kama ulivyoona, ili waweze kujitokeza kwa wingi kuja kufanya usafi wa mazingira. Lakini wakumbushe swala usafi si swala la msisitizo wa serikali tu, hiyo ni desturi ya kila mmoja wetu kuona usafi ni, ni jukumu lake na usafi ni moja kati ya shughuli zake za kila siku. Kwa leo tumefanya vizuri kwa kiasi kikubwa, lakini niwaombe jambo la usafi ni jambo endelevu, tusisubiri mpaka Jumamosi ya mwisho wa mwezi ndio tufanye usafi. Na kwa kata yetu tume tumekubaliana na kutengeneza utaratibu kwamba badala ya kusubiri kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tutakuwa nafanya usafi kila Jumamosi, ili walau kata yetu iwe ni miongoni mwa kata safi kwenye manispaa yetu ya Iringa. Kwa hivyo niwashukuru ndugu zangu kwa kujitokeza, lakini niwashukuru watu wa afya, mmefanya jambo kubwa leo, mmekuwa kwetu na sisi tuwaahidi, tutaendelea, tutaendelea, na tutaendeleza yale ambayo mmetuachia leo ili kuhakikisha kata yetu inakuwa safi.